Kwa nini bara la Afrika limekuwa linaadhimisha hii wiki? Na kama nilivyosema huu ni mkutano wa saba. Kama tunavyofahamu swala la usugu wa vimelea vya magonjwa kwenye dawa sasa hivi limeongezeka sana duniani, na sababu kubwa ni matumizi mabaya ya dawa, na hasa hizi dawa ambazo tunaita ni antibiotics. Sasa matumizi mabaya yako yanayotokea kwenye upande wa sekta ya afya lakini yapo yanayotokea kwenye upande wa sekta nyingine ikiwemo kilimo, ikiwemo mifugo, ikiwemo maji. Mtu anaweza akajiuliza inakuwa kuwaje? Upande wa sekta ya afya, matumizi mabaya ya antibiotics ni pale ambapo kwanza unatumia antibiotics kiholela holela, hujaandikiwa na daktari, unasema tu, anasikia mafua, unaingia kwenye duka la dawa, unachukua antibiotics, unakunywa. Au wakati mwingine unaandikiwa antibiotics, dozi ni siku saba, ukianza kunywa tu ukapata nafuu siku ya nne unaacha. Unaona. Kwa hiyo hiyo pia inasababisha sumu. Mtoto wangu, ninapomaliza kuongea hapa kwa wananchi ni kwamba tuepuke kabisa matumizi holela ya dawa. Dawa ni tiba, lakini ukitumia ndivyo sivyo, dawa ni sumu. Lakini kibaya zaidi ni pale ambapo unatumia dawa bila kufuata maelekezo, alafu wewe unapata usugu. Ukipata usugu, maana yake ni kwamba ile dawa haitakutibu tena, na utatakiwa sasa utumie dawa ambayo ni kubwa zaidi, ambayo ni gharama zaidi. Lakini pia ni waasi wananchi, matumizi ya dawa za binadamu kwenye mifugo, kwenye kilimo hayafai, kwa sababu hayo pia yanachangia kuleta usumu. Lakini kitu cha mwisho ni kwamba hata tunapofanya shughuli zetu za kiuchumi, kilimo na mambo mengine, tujitahidi sana kutotiririsha maji eh, ambayo tunatumia huko kwenye shughuli ingine za kiuchumi kwenda kwenye vyanzo vya maji safi ambayo watu wanatumia kwa ajili ya kunywa pamoja na matumizi mengine ya nyumbani.